Injinia wa wilaya na injinia wa mkoa, mimi hawa ni watu wa karibu sana, nimekuwa nikifanya nao kazi kwa karibu sana, kwa maana swala la maji si swala la lelemama, ni swala la kuhakikisha kila mwananchi katika mkoa wa Singida anapata maji safi na salama kadri serikali ilivyotuelekeza, kwa sababu maji ni uhai, na hamna hata siku moja wameniangusha wanafanya kazi nzuri sana na kwa kweli mimi niseme, Mwenyezi Mungu aendelee kuwaona kwa kazi hiyo mnayoifanya, basi awape kile ambacho anaweza kawapa kwa wakati mwafaka, kwa sababu mnatuwakilisha vema. Lakini taarifa ambayo imetupa matumaini iliyojaziwa na bashasha na taarifa ya Mheshimiwa si DC kwamba tunakoelekea sasa ni kule ambapo tumeelekezwa kwamba tumefika asilimia 80.3 lakini tuna miradi mingi bado inatekelezwa na ndani ya muda mfupi itakuwa imekamilika, na ile ahadi yetu tuliyosema tutaandika historia Singida, basi inaenda kuwa ni historia ya kweli katika utoaji wa maji safi na salama. Kwa namna kipekee ni mshukuru sana mkandarasi au mwakilishi wake, kama yupo amfikishie salamu za shukurani, kwa sababu amefanya mradi ndani ya muda mfupi mradi umekamilika na mradi unatoa huduma, na huo ndio mwendo wetu sisi wa Singida. Kama sehemu unaweza kufanya ndani ya miezi miwili, fanya. Kama ndani ya mwezi mmoja, fanya. Kama miezi sita, fanya, ili mradi ukitekeleza ndani ya wakati, basi sisi tunapata huduma ndani ya wakati. Sasa hii imepitiliza, imetumia muda mfupi zaidi, lakini mradi umezaa matunda na wananchi wanakunywa maji safi na salama tunapomshukuru mkandarasi wanasema usione vinaelea vimeundwa na walioundwa si mwingine ni daktari samia suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na serikali yake anayoongoza awamu ya sita ndio imetuwezesha zaidi ya milioni mia saba zimekuja hapa zimeweza kutekeleza mradi bila fedha mradi huu, wataalamu wetu wasingeweza kufanya chochote. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali. Tumepanga mipango kama mkoa, lakini mipango lazima iwe na uwezeshaji. Wametuwezesha na sisi, ndani ya muda mfupi tumeutekeleza mradi wetu. Dokta Samia oye! oh yeah. Lazima tujipongeze, tuna serikali sikivu, serikali inawajali watu wake. Serikali inawajali watu hata wale walioko pembezoni, lazima wapate huduma sawa kama wale wanaoishi katikati ya miji.